Naam, mtazamaji wa Faida Online TV, ni kwenye eneo la kijiji na kata ya Ndumbwe linalopatikana halmashauri ya wilaya ya Mtwara, ambapo siku ya Oktoba mosi 2025 majira ya saa 12 jioni, jua likienda kuzama, pametokea ajali ya gari ambapo imeondoa uhai wa mtoto aitwaye Hussein Hassan Mnima mwenye umri wa miaka 11 ambaye alikuwa anavuka kutoka upande mmoja kwenda upande wa pili kwa ajili ya kwenda kuchota maji. Ikumbuke kuwa kwenye eneo hilo pia ndipo pana mizani ya kupima mizigo kwenye magari. Faida Online TV, watu wa field, tumekuandalia taarifa hii, na hapa tupata nafasi ya kuzungumza na mashuhuda wakielezea hali ilivyokuwa. Mimi naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV, tafadhali baki nasi. Kwa majina ninaitwa Musa Hassani Mwamba, mkazi wa kijiji cha Ndumbwe kitongoji cha Dimbango. Ajari imetokea ya mwanangu huyu kugongwa na gari akafariki. Maana ni mwanangu, mtoto wa kaka yangu, jirani nyumba hii na hii. Kwa kweli nina uchungu hata kuongea, mheshimiwa, inawezekana nikakosea, lakini utanisamehe juu ya hilo. Hii ajali ya kugongwa huyu mtoto mpaka anapoteza maisha yake inatokana na barabara inatumiwa tofauti na kinyume cha barabara inavyotakiwa itumike, hasa kwa madereva wetu, maana ndio wanayemiliki hii barabara. Wanatembea sehemu ambayo inaonekana ina mkorogano wa magari ambayo pengine niweze nikasema, gari inapopaki barabarani au pembezoni mwa barabara zikiwa tatu nne, ilitakiwa gari iliyokuwepo kwenye msafara basi angalau iangalie gari zile zimepaki kwa dalala gani, kwa kupunguza mwendo, lakini unaweza ukakuta magari hamsini yamekaa. Maanake tukio limetokea eneo hili la Mizani, ambapo siku ya leo ya marehemu huyu amegongwa hapa, au kijana huyu amegongwa mpaka anapoteza maisha, anakuwa marehemu, manake palikuwa ni foleni kubwa ya mabazi ya, ya malori haya ya, ya, ya mizigo imepelekea kwamba huyu mtoto akajikuta magari yaliyopo ya hapa ni haya haya malori tu ya mizigo, na ndio maana akajivunia kutoka kwenye upande ma, ma, malori ya mipaki avukie upande wa pili. Kumbe upande wa pili ambako kuna fursa ya magari mengine kupita ndiko tunakozungumzia kwamba magari yangaliangalia ya ya ya kwamba sasa hivi tupunguze mwendo kwa sababu upande waliko pake haya magari inawezekana kukajitokeza binadamu. Kwa majina anaitwa Selemani Hamdani, eh, ni shahuda hapa katika hili tukio la ajali ambalo wamefariki mtoto mmoja, na amegongwa huyo mtoto mmoja, hakuna majeruhi. Kwa hiyo hiyo chanzo cha ajali ni jamu ya magari hapa mizani. Yule dogo alikuwa anatoka nyumbani kwao, alikuwa anaenda kuchota maji mtoni. Kwa hiyo alipokatiza kuangalia upande wa pili, na ile gari ilikuwa na spidi kali sana. Kwa hiyo alipotokea yule dogo akamgonga, na akafariki kabisa hapa hapa. Wito wangu kwa madereva wanapokuta sehemu kuna jamu wasikimbize gari. Kwanza hapa ni mizani, pili, jamu ilikuwa kubwa sana. Kwa hiyo mimi nachowashauri wasikimbize gari sehemu ambayo kuna jamu kubwa. Ndio wito wangu mimi katika madereva, au ushauri wangu ni huo. Wakati huo pia tumeshuhudia jeshi la polisi katika mkoa huu wa Mtwara wakifika mara moja kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanafuatilia kila taratibu ambazo zinatakiwa kufanyika. Kwa upande wake, kamanda wa polisi mkoa wa Mtwara SACP Isa J Suleiman, amethibitisha kutokea kwa tukio hilo na kuwataka madereva kuwa makini wawapo wapo barabarani.